Watu wengi leo wanaweza wakawa wanahangaika milimani huku na huku, wakifunga na kuomba, wakiomba Mungu awape wa mamlaka au Mungu awape wa nguvu ndani yao, lakini unashindwa kujua tokea siku ambayo tulipomsikia habari za Yesu Kristo, Injili ya Yesu Kristo, na Roho Mungu akafanya makao ndani ya muumini, ndani yetu, tulipokea vitu viwili wakati mmoja, tulipokea nafasi ya kuketishwa pamoja na Kristo yaani, mamlaka ya Mungu ndani yetu na tukapokewa nguvu ya Mungu ndani yetu. Kuto kujua kama tuna mamlaka ya Mungu tumeketishwa katika nafasi ya Kristo ya kutawala na kuto kujua kwamba tuna nguvu ya Mungu ndani yetu, itatufanisha itasababisha tuwe Wakristo ambao ni goigoi goi, wanaweza tuwe au Wakristo ambao wanahangaika pasipo kujua ni nini wamekibeba ndani yao. Biblia ya imesema nabii Isaya ametabiri kwenye Isaya sura ya tisa mstari wa sita amesema, atazaliwa mtoto wa kiume, anazungumzia Yesu Kristo. Alafu asema huyu mtoto, anasema uweza, serikali, dominion authority, mamlaka ya kimungu itakuwa kwenye mabega ya huyo mtoto. Kumbuka Yesu Kristo, andika Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa. Maandiko yanasema Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo akisema mamlaka ya huyu mtoto Yesu Kristo atakayezaliwa yatakuwa kwenye mabega, inamaanisha yatakuwa kwenye mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo ni nani? Mwili wa Kristo ni mimi na wewe tunayemwamini Yesu Kristo kama ni Bwana na mokozi wa maisha yetu. Haleluya! mtu mmoja kwenye Luka sura ya pili Luka sura ya pili mstari wa moja, malaika wa Mungu, malaika Gabrieli anakuja, anathibitisha kile ambacho kimetabiriwa na manabii na kwenye Torati ya Musa, anasema malaika wa Mungu anatuthibitishia kuwa leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi, ndiye Kristo Bwana Mungu. Yesu Kristo alipozaliwa ile siku alizaliwa Malaika wa Mungu anathibitisha kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi, yule aliyotabiriwa kwamba ufalme wake na ukuani wake utakuwa ni wamilele. Amezaliwa siku ya leo. Haleluya, mtu mmoja. Lakini Yesu Kristo alipokufa akazikwa, siku ya tatu alipofufuka alitokea akaanza kuambia watu, kwenye Mathayo sura 28 mstari wa kumi na nane akasema nimepewa mamlaka yote. Wapi? mbinguni duniani, na chini ya ardhi. Mamlaka imepewa na baba yangu. Nakumbuka ile mamlaka ambayo Yesu Kristo, yani Mungu aliyovaa mwili, aliyopewa na baba yake, ile mamlaka, kabla hajaondoka, kabla hajapaa, aliachia hiyo mamlaka kanisa lake. Ndio kile ambacho nabii Isaya chosema, hiyo mamlaka itakuwa kwenye mabega, kwenye mwili wa Kristo, yani sisi tunayemwamini Yesu Kristo bwanaiza. Kwa hiyo mamlaka ni namna gani ambavyo Mungu ametuposition ametuweka katika nafasi kupitia Yesu Kristo. Wakati fulani mitume wakina Petro na Yohana wakiwa wanaitangaza Injili na kuitia jina la Yesu Kristo, wakaitwa kikao na baraza la wazee na, waze, na wakuu wa makuhani kwenye Matendo ya Mitume sura ya tano ukisoma sura ya moja baada ya kukatazwa kuitaja jina la Yesu Kristo, kulibiji jina Yesu Kristo, Petro mtume anawambia huyu Yesu Kristo linatukataza tusihubiri na kuita jina lake anasema anasema Petro na wanafunzi wengine waliposimamishwa katika baraza la wazee Petro anawaelezea anawambia habari za Yesu Kristo aliyetukuzwa mkono wa kuume awe mkuu na mwokozi awape Israeli toba na masamaha ya dhambi anawambia huyu Yesu ambaye natukataza tusihubiri ndio yule ambaye aliyoinuliwa mkono wa kuume aliyetukuzwa ili ninyi wana wa Israeli mweze kupokea toba na msamaha ya dhambi. Kumbuka sana, andika daftari kulidafitanapo Yesu aliyetukuzwa mkono wa kuume wa Mungu, mkono wa kuume wa Mungu. Akisema mkono wa kuume, hamaanishi upande wa kulia. Lugha ya Biblia sio lugha ya Kiingereza wala Kiswahili, Uko sawa sawa. Akisema ameketishwa mkono wa kuume, amaanishi upande wa kulia, ni lugha tu ya Biblia. Wakolosai, Wakolosai sura ya tatu mstari wa kwanza, anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo ya juu, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Anarudia tena kusema kwenye nyaraka kwa Wakolosai ameketi mkono wa kuume nikisema, mkono wa kuume simaanishi upande wa kulia. Tuko sasa peda, eh? Kitabu kingine iliozungumza habari ya mkono wa kuume ni Waefeso sura ya kwanza mstari wa 20. anasema Yesu Kristo amefufuka ameketishwa mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Swali nauliza, je, mkono wa kuume ni nini? Waefeso sura ya pili mstari wa sita. Anasema akatufufua pamoja naye, yaani mimi na wewe tunayemwamini tumefufuliwa pamoja na Yesu Kristo, tumeketishwa pamoja na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Yaani siku alipokufa na siku ya tatu alipofufuka, mimi na wewe tunayemwamini tulikufa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye, na tumeketishwa hivi leo, tumeketishwa pamoja naye katika Kristo Yesu mkono wa kuume. Je, yeah, mkono wa kuume nini? Mkono wa kuume unamaanisha ni kuinuliwa au kupewa mamlaka, kupewa heshima ya utawala katika ulimwengu wa roho. Mkono wa kuume sio upande wa kulia, anaposema kwenye andika wa Filipi sura ya pili mstari wa tisa na moja anaposema Yesu Kristo jina lake limeinuliwa, limewekwa juu ya vyote, inamaanisha ni kupewa heshima, ile nguvu ya kutawala, ile nguvu ya kumiliki, ile heshima ambayo Kristo aliyopewa. Tumeketishwa pamoja na yeye, tunatawala pamoja na yeye. Mamlaka ya Kristo inafanya kazi ndani ya mtu mwenye neema ya wokovu mwenye Kristo ndani yake. Tuko sawasawa jamani? Luka sura ya 10 mstari wa 19 andika, Yesu anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na kukanyaga nge na nguvu zote za yule adui. Akimaanisha ufalme wote wa giza wa shetani ibilisi, na ufalme wote wa kipepo na kila utendaji wa nguvu za nyoka na nguvu za nge yoyote. Aliyemwamini Yesu Kristo anatembea na Mungu, tuna mamlaka ya kukanyaga. Akimaanisha kukanyaga, haimaanishi kukanyaga pale chini, anamaanisha mamlaka ya nyoka na ya nge na nguvu za adui ziko chini yetu sisi, hazipasi kuwa juu yetu sisi, kutukandamiza kutuonea, kutuharibu, kutuweka hapo chini. Yoyote aliyepokea kipawa cha neema ya wokovu hakaliwi na shetani ibilisi bali, yeye ndio anamtawala shetani ibilisi akanda mwizi. Kuna tofauti kati ya kumilikiwa na shetani ibilisi na roho za giza na, na, na, na, na kuwa na kushambuliwa na roho za giza. Nikasema yule ambaye ameungwa na roho wa Kristo alipokea kipawa cha neema wokovu, huyo hatawaliwi, hajawa posesi, hatawaliwi na shetani ibilisi na roho za giza, si ndio? Ila moyo wake akimpa shetani ibilisi nafasi, anaweza akampa mashambulio. Unajua kuna tofauti kati ya kukandamizwa na kutawaliwa. Hata mtu ambaye ana neema ya wokovu, ana roho ya Mungu, alina kwa lugha mpya, anaweza akakandamizwa na shetani ibilisi, ijapokuwa huyo shetani ibilisi hatawali roho yake kwa sababu unapopokea kipawa cha neema wokovu, tayari nafsi yako inakuwa imenunuliwa na nafsi ya nani? Ya Kristo, kwa damu ya Mungu mwenyewe alimwaga peke yake pale msalabani. Kwa hiyo shetani hana nafasi wala hana mamlaka ya kumiliki nafsi ya mtu ambaye ameokoka, ila ana access, ana namna ya kuweza kutawala kukandamiza nafsi yako. Anakukandamiza wakati gani? Wakati ule ambao moyo wako umeupa nafasi, umeupa nafasi kwenye moyo wako. Aidha umeruhusu roho ya uchungu, umeruhusu roho ya hasira, umeunajisi moyo wako kwa taarifa ulizosikia, yale ulioyaona au ulioyatafakari na kuyasema mwenyewe, au aina ya matendo mtu anaweza akaishi, anaweza akaunajisi moyo wake, akafunguliwa mlango wa shetani ibilisi kufanyaje, kumkangamiza na kusababisha mashambulio yaingie ndani ya huyo mtu akaathirika, angali anaenda kwa lugha kanisani ila shetani kwa mtu ambaye ameokoka ana roho ya Mungu, hawezi akamiliki nafsi ya yule ila anaweza akafunguliwa mlango, kuikandamiza na kuleta mashambulio kwenye nafsi, wapendwa, ya yule. Tuko sasa sasa, jamaa wapendwa, eh, amen. Maki, utaweza kujiuliza mbona sasa walokole wapo kanisani na bado wanasumbuliwa na nguvu za giza? Ni kwa sababu kuna sehemu fulani moyo wako unaweza kawa uruhusu akakukandamiza au akaingiza mashambulio ndani yako. Kwa hiyo kwa habari ya mamlaka, mamlaka ni nafasi ambayo mwamini amewekwa ndani ya nani? Yesu Kristo. Lakini nguvu ya Mungu ndani ya mwamini inamaanisha ni utendaji wa Roho Mtakatifu, ni utendaji wa roho wa Kristo ndani ya mwamini. Yesu Kristo kabla hajapaa, kwenye Luka sura 24, Luka sura 24 mstari wa 49, anawaambia msiondoke hapa Yerusalemu, subirini Yerusalemu ahadi ya Baba mpaka itakapokuja. Luka 24:49. Ahadi ya Baba ni nini? Ahadi ya Baba ni nini? Ni Roho Mtakatifu, kwamba Baba alisema roho wangu atakuwa ndani yao, katikati yao, juu yao, si ndio jamani? Eh? na mabinti vijana, na mabinti watafanyaje? Watatabiri na wazee wataota ndoto, ni ahadi. Mungu alisema roho wake atatamba navo, atafanya makao na watu watokee mwamini ni Yesu Kristo anasema subirini ahadi ya baba, nisha kufanya kazi ya kidhaliu tayari, subirini ahadi ya, ya nani? Ya baba. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nane inarudia tena, inasema inasema mtapokea nguvu ili muwe mashahidi huku na kule duniani. Yesu Kristo anawambia, inaandikwa, inanukuliwa kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nane mtapokea nguvu ili muwe mashahidi kazi ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Moja ya kazi yake ni kushuhudia habari za Yesu Kristo. Haujapokea Roho Mtakatifu kunena kwa lugha mpya tu kuomba ijakuwa ni moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako. Anasema kwenye Warumi sura ya nane mstari wa 26 andika Warumi 8:26 Roho Mtakatifu anasaidia kuugua, kuomba pasipo kutamkika ndani yetu, akilia aba, yani Baba ndani yetu. Kwa hiyo kuacha kuonga ndani ya mwamini, kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanyaje? Ni kushuhudia. Roho wa Mungu ndani ya mwamini ni nguvu inayoshuhudia habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo akasema atakapokuja msaidizi, kule ndio cha Yohana, atakapokuja msaidizi, atashuhudia habari zangu mimi. Roho wa Kristo yupo kushuhudia habari za nani? Za Yesu Kristo. Inashangaza sana, mwalengesho, leo katika makanisa Watu hawashuhudi hawashuhudi hawashuhudi hawashuhudi habari za Yesu Kristo, wanashuhudia habari za kuzimu, habari za uganga, habari za uchawi. Watu wanafundisha wanalifunua giza kuliko kufunua nuru, ambayo ni neno la Kristo. Kazi ya Roho Mtakatifu sio kushuhudia giza. Nuru ya Kristo inapokuwa inafunuliwa, tunaposhuhudia habari za Yesu Kristo, otomatiki giza linajitenga mbali na nuru. Kazi yetu sisi sio kuzungumza namna gani utendaji wa kuzimu unaofanya kazi, aina za mapepo, aina za majini. Hapana, ni kufundisha habari za Kristo, habari za ufalme wa Mungu, habari za ufalme wa nuru. Otomatiki giza litajitenga pale nuru baakowenako. Aleluya, mtu mmoja. Haleluya, mtu mmoja. Warumi ya moja sura ya kumi na tano mstari wa kumi na tatu anasema basi, Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kazi nyingine Roho Mtakatifu sio kuleta kwa lugha mpya, sio kushuhudia tu habari za Yesu Kristo, ni kutupa tumaini ndani yetu, kutupa nguvu. Kama walokole, kama Wakristo, kuna wakati tunakuwa down, tunakata tamaa. Kuna wakati unaweza kupata depression Haya mafadhaiko, hali ya kurudi nyuma, Roho wa Mungu ndani yetu anafanyaje? Anatupa tumaini, songa mbele, hata kama mazingira yanasema nini, hata kama watu wanasema nini, hata kama mambo yameinuka. Roho wa Kristo yuko kutufariji, kututia nguvu na kutupa tumaini na kusonga mbele. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa, amen. Anasema pia katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba Anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Roho wa Mungu hakutupa uoga. Mungu hakutupa roho ya uoga. Roho Mtakatifu tuliyompokea ni roho aliyetupa ujasiri ndani yetu. Mnakumbuka kwenye Matendo ya Mtume sura ya nne, kusoma sura yote ile ya nne Mafarisayo, Masadukayo na Wayahudi walipowaona wale wanafunzi wa Yesu Kristo, wakasema watu wao wa, mbona wanaonekana kama hawana elimu, mbona wanaonekana kama huko nyuma walikuwa na uoga? Lakini na anasema baada ya kujaza Roho Mtakatifu waliinuka kwa ujasiri, wakatangaza habari za Yesu Kristo pasipo kuogopa. Nini kilitoa kiliwatia ujasiri? Ni Roho Mtakatifu ndani yao. Yoyote aliyefunikwa na aliyejazwa Roho Mtakatifu ndani yake ni mtu ambaye anatembea na ujasiri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 kwa kazi ya roho wake aliyoko katika utu wabili wa ndani. Kwa hiyo, kama umeokoka na kama Mwenyezi Mungu mtakatifu ule wakati unakuwa dhaifu, Roho wa Mungu ndani yako ndiye anayefanyaje? Anayekutia nguvu.